Lisa wa Karago Muraya mama ya watoto, sisi kama tiktokers tulikuwaga tuna kuempower, tulikuwa tulikuamukira na mikono mbili, na hii ni mara ya pili tunakuamukira. Na sisi tulikwambia hatutaki ati udivorce kwako ama utoke kwako, lakini tukakwambia tuta respect your decision. Whatever you decide, mtu asikupe pressure. Hao watoto watotoni wako huyo mseni wako mmeka miaka kumi usitikie madivosi wa Facebook wakupe pressure ati ukuwe kama wao, uishi kuoba uga kama wale wamama wanaedaga kuoba uga. Kule kwa ule maadhi wanabiaga watume screenshot wapewe uga. Trizah, your decision is for your life and your family. Mudu siuobau ndaga kuhe pressure.

Uwakete miaka ikumi, kuni ko kukwa ithe wasi na siaku ukisikia utawalelea huko ni sawa, ukisikia hautawalelea huko ni sawa, mtu asikupe pressure, na sisi kama tiktokers, tulisa wakarago, sisi tunasupportigi mtu na jia moja na roho moja, na ndio maana hujaiona akina Jacqueline, ama hao wengine wakikufuata wakikuuliza, oh, tulikusaidia, umedivorce, umerudi, hapana, hao wamama wa facebook ambao wanajifanya masifu abao wali kupatia sijuu igirimia mbili, wanataka kukukontrol usitikie, wa kupe pressure wewe, jikalie maisha yako, your family, your choice na wendi unajua kile unataka, you are an adult, mundu mugima mundu ndagakwirwo undu. kwanza kama mtu ameshidwa na familia yake, kama mtu alishidwa kukaa na bwana yake asikwambie kitu. The fact that yeye analea watoto wake bila baba haimaanishi wewe unafaa kulea watoto wako bila baba. Mugikenda gucokanwo agikoro muthuri guo ni acenjirie. Angikorwo you have found peace. Angikorwo urona musi ni ko kwega. Hata mama setu walikuwa wanatoroka kila siku na wanarudi. Na hata saisi bado wameseka wakiwa pamoja. Usitikie musi usi ni waku na misi ni dogo. Thank you very much. Na sisi tunakusupport 100%. Usipoe pressure na watu wa Facebook ambao hata hawakuchaga. Tulichaga mara ya kwanza, tumechaga mara ya pili. Matika kuwe pressure. Ni shiitu nidhu tuwa kuhile. Kana so and continue empowering yourself continue empowering your children you are not the woman who came here shivering you are now a woman of standard a corporate woman good wer well good enda na maisha yako fanye unataka na mtu asikupange ndugafangafagwo thank you very much